Serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini kupitia gavana Erasto Bahati Musanga yapiga marufuku kwa watoto na wanawake wajawazito kupatikana na kuchimba madini yaani migodi katika eneo la Rubaya wilayani Masisi. Mama. Okay, if na iko uchafu na na kupona atapona. Ona mgonjwa ginsi. Ona manguo zenye navala. Hivi atapona namna gani? Na hii manguo yenye navala nayo peke ni magonjwa. Atapona namna gani? Mutafute wa administrate. Mutafute aba watu wa jongere aba wagonjwa baba uzie na manguo zingine babadilishe. Ona ona ginsi manguo nafana. Eh.

Mbona hamumpatie dawa? Ndio, ndio na maliza chomoka hiyo, ndio maliza Aisha. Nini? Ndio na stream na Aisha ndio na mnakuya kwanza na wazini wa kwanza. Yeye mumutirie nyingine. Huyu na tatia nyingine. Naye kepata kapumuzi kidogo ba mu ba mubebe gomo. Sa merci. Yeye na ule mubafanyizie transfer baende ko hospital generale. Sa merci. Lakini akini administrateri manguo kwa mutafute <ISTRASELIS stop> <va>, <EN> sikia banganga mutusaidie, tutafute watu baba wa, baba wa na babanawisha bakisha banawisha bavare manguo zingine, tubauzie manguo zingine njita abasaidie samunana naw uko natunza kama hamupatie abadilishe manguo na mumunawisha

Nao, eh. Iliko, walikuwa ndani? Eh. Ili nielezee ilikuwa namna gani? Tulikuwa nkona mvanda kisha kilima kinashuka kinatufandika kisha bana tufandura njoo maana tulifika hapa. Bulongo ile ilioangukia? Eh. Huko nasikia namna gani? Eh, namnakani mkono wenyewe ushavunjika. Jina lako? Eri Eria. Nani? Eria Harindimana. Erasto Bahati Musanga amesema hayo wakati wa mkutano na wakaazi wa mji wa Rubaya ambako watu zaidi ya mia mbili wamefariki dunia baada ya kufunikiwa na matope wakati wa mporomoko wa ardhi katika migodi ya Rubaya. Aku hopitali tunakuta muhopitali batoto kidogo bazazi bazazi, tunabalomba aba batoto kidogo baende kumasoko. Batoto kidogo ahiko bakwenda mu makariere muko batoto benye habana diza, binareta binareta uzuni, binareta uruma sana kuona batoto benye bako mwe yakenza nabako nakimbura amajuwe

ya uruma kuko na bamama venye bako na mamimba bamama venye bako na mamimba bamama venye nabo bako na mamimba na bako na shuka umuchi hii kilima yenye ilianguka iliua na bamama venye bako na mamimba. Mama mutusaidie, mama musaidie nchi yenu, muyiwe kama bari batoto venye munabeba mutumbu, njo venye batakuwa ba governor ba kesho, njo batakuwa ba president ba kesho, njo ba député ba kesho. Bari batoto mubasikirie uruma na msikirie huruma, inchi yenu, inchi yetu, muisikirie huruma, kwani tuko na lazima yabatu juu tujenge kwetu. Kwani apa Rubaya murishavuka bitu mingi, murishavuka ubaguzi, ukabila. Aba batoto benye mutazala njo benye batakuwa model ku inchi yetu. Apa Rubaya njo kwenye barundi baritoka ka Burundi, balikuwa wanafundisha batu hapa banafundisha batu apa, se mukabila kuko babantu na banirotiki babantu na banirotiki. Batoto ya Rubaya bariko haba biuwe bilitoka Burundi, alakini leo hii ba Baburunde barishatoka apa, bienye bari bafundishaka kama muleonaka kama bari badanganyaka. Tunafurahi sana sana tena sana, kwani mulisha acha kufuata ya haba babandi Baburunde.

na hapa watoto kidogo wenye bako naenda mu makariere bazazi, lakini tunaanzia kuongozi administrateur du territoire, chef de cité, chef de groupement, tusaidiane. Ivi vitu vikeongeza, mutapata sanction, kwani sanction itanzia kwa administrateur na, na chef de cité na chef de groupement. Sasa tunapatikana katika eneo la Rubaya na hii ni eneo la uchimbaji madini na hapa inasemeka kwamba watu zaidi ya mia mbili wote wameteketea katika matope haya, kwa sababu kumekuwa na mporomoko. Hata hapa nyuma yangu hapa kuna tatizo kuanjia hapa, kulikuwa wakazi, makazi yote yameporomoka, na watu wako kwenye matope hii hadi kule. Gavana wa Kivu Kaskazini ameonya wakazi wote wanaokuwa hapa kuweza kuondoka kwa haraka. Tulikuja hapa kwani kulipatikana msiba hii kilima yenye unaona ilianguka ikaua watu zaidi ya miambili. Ndio maana tunakuja ona populasio tuipatie pole ya pili, tuangalie mezire gani yenye tutakamata, kwani hii yenye ilifikia isiongeze tena. Jumbe yenye ninapasha wapatia ni kujichunga, kwani unaona hao watu wenye wanachimba madini wanakuwa sa wavuta bangi, hawaone maisha yao, wanaona pesa peke yake. Kukua, nikuwaelezea pesa inakuja kabla ya ya maisha. Ni kuchunga maisha, anatafuta, anatafuta pesa lakini naiko na protection. Kuna wengine wamejenga hapa, sasa mtafanyaje? Kwa sababu inayotakatika kesho, hao wote watahama. Kuanzia saa hii tumeambia administrateur du territoire hao watu wenye wanajenga hapa wote saa hii tunatoka hapa, na wamehama. Hii ikiwa sio mara ya kwanza, kwani eneo hilo la shahudia familia nyingi zinazotegemea uchimbaji wa madini, tukio hili likiwa limetokea kutokana na mvua kali kama wanavyosema wakaazi. Hey, kwa majina ni, ni Bolingo Muhima Frank, majina ni Bolingo Muhima Frank. Ndio tuambie kilichotokea hapa hapa Si ile kasiri hapa, kulikuwa na ni mkatikati hapa hivi e, hapa, hapa kisha watu wanaendelea, tunaendelea chimba humu chini, walikuwa katika chini ya shimo pamoja, walitoka wengine wakabikia ndani washakufa. jokizi bilikuwa ilikuwa sangapi? Ilikuwa e, ma saa tisa, ilikuwa chuzi, chuzi. mili yao iko wapi? mili yao wamoja, waliwapata wengine wangali tu mule mili hmm. Zimwa zienda zikiwa Zimwa za kupatikana, wenyezo walienda zizika wengine, bado wanabakia wengine, wako tu ndani, ni wengi sana wengi, wengi wangali ndani wangali mule ndani hawajatoka wangali tu mule E, juu wanawatafuta wanawakosa washa wakosa. Kuna wale ambao unajua kwamba kweli walikuwa ndani? Ndio wengi wengi zaidi wa ndugu zetu zaidi wengi sana walikuwa mahali hapa wakitafuta, wakitafuta makuta walikuwa wanatumika kazi hapa. Sasa unafikiria nini unapoona haya matope na ndugu zako wako kule? Yenyewe mimi naweza fikiria kwa, kwa hii akose watuletee mashini ikuwe na chimba juu watu washaisha sana hapa eh. Watu washaisha watu washaisha kabisa. Mara nyingi? Sana, sana zaidi. Sana sana inapiga wa chini hasa wao inaanza piga wa yule. Eh. Tumesikia watu wanaingia kwa chini ya budongo kule. Hivi watu wako ndani? Hivi watu humo. Hivi watu wako ndani mm. Wa wa wenye wa kutoka. Hawapata mamlaka kutoka wako ndani washa kufia mule. Ndio kinzi biko. Sasa mnafikiria nini? Yenye tunafikiria. Hakuna tunatafuta maisha. Ni maisha yetu tunatafuta. Jua wazi kufia kwenye watumiki. Ndio kinzi biko. Baadhi ya waliojeruhiwa wakipatikana katika vituo vya afya, ambako gavana Erasto Bahati Musanga ametembelea na kukutana na baadhi yao wakiwa katika hali mbaya. Sasa ona kwenye mgonjwa na lala hako, hapa hapa nako ni mgonjwa, juu pumuzi yenye iko na pumua, atapumua hii mchanga, atapumua hii mchanga

<laughs> tokanaga na kizazi na kizalikio na mudamu yetu toko bina kuwaka tunazaliwaka na ile kalama ya kutunza donko ni kizazi kia bazazi vetu juu nye tunakumalia ni <laughs> ni Mungu, ni Mungu kwanza <laughs> ni kukutane mubarabara ni kukutane munjia wanguke kumuti au wapi? mina tunzaka tu vile na nanyorosha mufupa nikisha nyorosha natia munivo

kisha tunakutia fasi moya, juma mbili juma moya unaanza tembea pole pole. Na narudia mufupi, narudia mimi, hivi unaambia governor, kweli utaponesha watu? Mimi <imitra> namwambia kweli kabisa, ako akiangalia kama hawapone basi banifungage ji, nimefanya nime makosa ma, na banaponaga hapa ba mingi, siko najifunza. Leo habari <imitra> <imitra>

Mama no, unaonaje guverneri kutembelea na kusema talipia wagonjwa? Tunashukuru sana tunashukuru sana kwa sababu tulikuwa na inquietude ya kuona jinsi tutajire trouve kwa hawa watu paske. Si hatuna partenaire hapa. Hatuna partenaire na tulikuwa tukona jiuliza jinsi kujuri takuwa si gratuite. Alors que eh, makuta yenye wagonjwa wamelipa, jo yenye tunauzaka kwa dawa, tunalipa banganga na tunafunctionner eh strictement. Tulikuwa tushajiuliza jinsi tutawalipere gratuitement, hakuna mtu atawalipia na itakuwa probleme ku strictire. Tunashukuru gouverneur mwenye amesema kama atawalipia vraiment, itakuwa msaada ya kwambi ku strictire, parce walikuwa hawana hata mwae fulani ya kusema wanaweza kulipa matunzo

o batafute bazazi yake. Nono mtoto hawaiwe kwenye bazazi yaeesaie at enye tumesha esaia venye vanapashwaeawo. Aba bajela ba mashimu na ba bosi ba mashimu njo venye banaweza tusaidia juu banapenda kukamata wale batoto sana. Ka tunasikia wanawake na wanachimba madini na wako na mimba Ndiyo, na avo vanawezi wakatazi hivi. Nao walikufia mule ndani, walikufia amo wamii wamama kulikufia e, amo wawili. Mvula ilinyesha kisha mporomoko ikekuya katwara watu. Guveneri anasema musiweke tena watoto ndani ya minere. Je, munapokeaje hii mesaji make? Tutakuwa sensibilize, kisha tusensibilize wakaaji Wasi, eh, na wajera mm. na wabose aa wa baache mm. kupokea ku, wa banani watoto wa kidogo kuingia mo makariere. Tumesindikiza mm. lewani wa jimbo tumekuja tembelea populasio ya, ya ya Rubaya ambayo ilikumbwa na musiba wa kupoteza watu wengi katika milima ambayo ilibomoka katika kariere ya Rubaya <inaudible> Niambie, kwa nini leo umeshindikiza gavana huku? Mesindikiza gavana huku sababu Mungu ameturuhusu kupendana na ametupatia shorti moja kufundisha watu kuishi pamoja, na ilibidi gavana kumsindikiza sababu watumishi wa Mungu pia wanashiriki kujenga nchi. Kwa nini unasema watu waishi kwa uh, umoja? Bila umoja watu hawawezi kuendelea, ndio sababu tu kubwa ya kusema tuishi kwa pamoja. Umoja ni nguvu, umoja ni maendeleo, umoja inawafanya watu kukua strong na kuendelea mbele.